Mwanamke aliyemshitaki Jay Z kwa unyanyasaji wa kingono alipokuwa na umri wa miaka kumi na mitatu amekiri kwa hiari kwamba Tom Busby ambaye ni wakili mashuhuri wa Marekani anayejulikana kwa kushughulikia kesi kubwa, hasa zile zinazohusu watu maarufu na migogoro ya kisheria yenye hadhi ya juu, alimshawishi kuendelea na madai ya uongo dhidi ya Jay-Z, lakini sasa anasisitiza madai yake ya awali. Nyaraka za mahakama zinadai kuwa Jay-Z anajaribu kumlazimisha mwanamke huyo aseme ya kwamba madai yake ni ya uongo. Zaidi ya hayo, anadai kuwa hivi karibuni nje ya nyumba yake walienda watu wawili waliodai kuwa ni wachunguzi wanaofanya kazi kwa ajili ya mawakili wa Jay. Pia mwanamke huyo anadai kwamba watu hao walijaribu kumfanya asaini hati ya kiapo ikisema madai yake ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya Jay ni ya uongo. Hata hivyo, mwanamke huyo alikataa. Ripoti zinaeleza kuwa mwanamke huyo pia anadai wachunguzi waliodaiwa walimuuliza kama Basbi alimtafuta kama mteja na kumpa pesa ili afuatilie madai ya uongo dhidi ya rapa Jay Z, lakini alikanusha madai yote mawili. Mwanamke huyo anasema mvutano huo ulimfanya jisikie kutishwa na kuogopa, huku akidai kuwa wazazi wake pia walikaribiwa na wachunguzi wawili waliouliza maswali yanayofanana kuhusu mwanasheria Basbi na madai ya nyasaji wa kingono.